Kwa majina yangu naitwa Abraham Kamaika, ni mwenyekiti cha kitongoji cha Nadosoito. Tunashukuru sana Mheshimiwa Ghullam kwa kutusaidia maji, kiukweli ukame inatusumbua sisi, tuko kwenye hali mbaya. Tunashukuru taasisi yake, pale amekuwa mtu wa msaada kwetu sisi wana warkata na kata ya Sepeko kwa ujumla. Na pia tunaomba serikali yetu itusikie kilio chetu, maana tuna shida ya maji kwelikweli kweli. Yatusaidie maji tupate maji, maana unaona sasa hali ni mbaya yaani unapoona hao watu wanaangaika na maji hivi na ng'ombe wanaangaika hivi hivi kwenye kutafuta maji. Kwa hiyo kwa ushukrani wangu mimi nashukuru sana msaa ametusaidia kwa siku ya leo, lakini aendelee kuwa msaada kwetu, maana si leo tu ndo ametuletea msaada, ametuletea msaada kila siku, lakini na serikali nao tunaomba sasa ituangalia kwa jicho la huruma, maana wananchi wanateseka, naona sasa hao watoto wametoka mashuleni wanafata maji huko, kwa hiyo mimi sina mengi, naishukuru sana Mheshimiwa Gulamu kwa kutuletea maji msaada, na serikali pia tunaomba tusaidie, tuletee maji. bismillahi rahmani rrahim. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Tunasema kwamba leo tumeweza kufika hapa siku ya Ijumaa hapa Arkatan, ambapo tumekuja kwa ajili ya kugawa maji kwa ajili ya wananchi ambao wana shida ya maji hapa mwenyekiti wa kitongoji cha Arkatani ametupigia simu mwanashida y maji sana. Kwa leo ni siku baraka kubwa sana, siku ya Ijumaa ambayo sisi tunasherekea kwa mazazi ya Imamu wetu wa 12 Imam mbili Mahdi ajalallahu taala sharif, ambaye sisi tunamsubiri na dunia nzima inamsubiri yeye, Imam Mahdi, kwa ajili ya kuleta hapa uadilifu, amani na upendo na ushirikiano katika maisha ya watu. Kwa kweli siku hii ya leo ni siku tukufu sana, ambaye imamu pia anatusubiri, anasubiri ye. Watu wamwombe aje, yeye mwenyewe anasubiri watu wamwite. Kwa hiyo sisi wote hapa tushirikiane kwa kumwomba Mwenyezi Mungu kwamba amruhusu Imam Mahdi aweze kuja kutuletea uadilifu na amani katika nchi yetu hapa Tanzania. Kwetu tunayo matatizo ya maji sehemu nyingi sana, na tumeona leo hapa ni kwa ajili ya baraka ya Imam Mahdi tugawe maji bure kwa wananchi wa hapa, na tuwape zawadi watoto maji, tuwape daftari, tuwape lawalawa, tucheze nao, tuongee nao kwa ajili ya furaha ya kuzaliwa kwa Imam Mahdi. Kwa hivyo baada ya kusema haya tuna mwomba Mwenyezi Mungu sana atuletee mvua za kheri, atuletee baraka, atuletee neema, atuepushe na maasi. Mwenyezi Mungu awajalie wote waliokuja hapa leo hapa wapate afya. Watoto wetu hawa wasome, wawe walimu, wawe madaktari, wawe watu wazuri, waache mambo ya ulevi, pombe, bangi, dawa za kulevya, mirungi, sigara, vyote hivi maovu ambazo hazifai. Tuna mwomba Mwenyezi Mungu atusaidie, awalinde wazazi wetu waweze kuacha haya mambo yote waweze kuangalia watoto wao, na sisi wote kwa pamoja tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie umri mrefu, wenye afya, wenye kushirikiana, wenye kupendana, wenye kuangalia maskini, mayatima, wajane, walemavu, wagonjwa. Wote kwa pamoja tukishirikiana, Mwenyezi Mungu inshallah atatusaidia. Naomba sana serikali yetu iangalie kwa macho mazuri zaidi hali ya maji. Ni ukame ni mkubwa sana sehemu hii ya Nanja, mti mmoja, sehemu za Alkaria na sehemu nyingi tu sana ambazo kama vijiji 16 wana shida ya maji e, Mwenyezi Mungu jalia, alete mvua za kheri, tuletee mvua ambazo watu wananchi waweze kupata maji, watoto wetu waweze kuishi vizuri. Baada ya kusema haya, tunamwomba mheshimiwa rais wetu aangalie kwa macho mazuri kwa ajili ya mambo ya maji. Tumuombe Mheshimiwa Rais, waziri wetu wa maji Juma Aweso afikirie zaidi na afanya haraka sana kuweza kupata maji kwa wananchi waweze kupata maji hapa sehemu zote ambazo zina shida za